Hiyo ni kila wiki na kila, kila, ba, kila mwezi wanaandaa ripoti kila baada ya miezi miwili, miezi mi, mitatu wanaandaa ripoti. Wakipata usimamizi wa karibu kwa kipindi cha mwaka mzima, miaka miwili, utaweza kutengeneza kizazi cha watu wanaowajibika na watu ambao wako very responsible, watu wanaolijenga taifa, vijana wanaolipa kodi na vijana wa maana kabisa, sio vijana wa hovyo. Lakini tukiishia tu kuambia watu someni kwa bidii, kwa sababu mtakuja kuwa na maisha mazuri, nadhani tutakuwa tumeambia mm, ukweli ambao haujakamilika ukweli, ukweli, tutakuwa tumewaandaa. Kwa hiyo ta tuambie tu ukweli kwamba ukweli uko hivi, lakini wakati huo huo sasa, nilizungumzia hiyo ilikuwa ni kwa wale ambao tayari wako katika mfumo ambao ni wa hovyo na tayari wapo na wanaendelea na wana matumaini makubwa sana kwamba yes, kwa sababu amekuwa anajiulisha hiyo somo kwa bidii, kwa sababu atakuja kuwa na maisha mazuri hapo baadaye. Sasa tuambie ukweli, tuambie ukweli, ili wajue nini kilichopo, nini wanategemea na nini wanatakiwa kufanyia kazi. Sasa baada ya tumwambia ukweli, hatua itakayofuata, hatua itakayofuata ni kuna hawa bado hawajaingia katika mfumo. Mfumo wa elimu na- unakutaka uanze kusoma kuanzia ya shule ya msingi, uende sekondari, uende advance, uende chuo ambapo shule ya eh, mtoto anaanza kusoma kuanzia sijui awali awali sijui mi, miaka miwili, shule ya msingi miaka saba, miaka tisa mpaka hapo eh, shule ya sekondari miaka minne, miaka kumi na tatu anaingia advance miaka miwili miaka uh, miaka miwili ya advance inakuwa miaka kumi na tano. Anaingia chuo miaka mitatu mpaka miaka mitano miaka ishirini. Anasoma nadhani miaka mingi sana ya kusoma, alafu bado mtu habobei katika kitu chochote. Yaani unasoma miaka ishirini na bado hujabobea sehemu. Miaka ishirini unasoma na bado hujabobea kwa hiyo nadhani kama taifa tuanze kuwekeza kuanzia huko chini, hawa watoto wanapoingia awali, shule ya msingi, tujue yani, tuwe na wataalamu sasa, ambao yani, wakimwona huyu mtoto anajua huyu mtoto, au tutengeneze yale yani, mazingira kwamba huyu mtoto atakuja kuwa fulani maishani mwake. Yani huyu huyu huyu tufanye tufanyavyo tufanya, ila huyu ni mpishi kwa hiyo apelekwe kwenye upishi, huyu labda ni ni muhunzi apelekwe huko, huyu ni mfanyabiashara aelekezwe kwenye biashara, huyu sijui ni nini, hivyo waanze kuandaliwa huko mapema. So tunaweza tukawa na ile miaka saba basic. na maybe labda ile miaka saba inatosha, halafu hii miaka mingine ikawa sasa ya kubobea ikawa ni miaka ya kubobea kwenye mambo ya msingi ambayo tumeshaona kwamba huyu mtoto wetu, huyu mtoto wetu anapaswa kubobea kwenye jambo fulani, kwa sababu tumeshaona kwamba huyu mtoto anaweza au anapaswa kubobea kwenye labda, eh, labda ni fundi vyoo, tumwelekeze tumwelekeze huko aweze kujifunza zaidi kwenye hayo maeneo, na kwa namna hiyo tutaweza kupata wabunifu, wabunifu kwa sababu vile vitu wamekuwa wanavyofanya kwa miaka mingi sana, na hasa kile kipindi ambacho akili iko very active, kipindi cha utoto, kipindi cha uchanga, very active. Eh, vitu unavyojifunza ukisha- kuna umri ukishafikia, kuna vitu unajifunza, lakini eh, bin yani ak, nani ubongo ubongo yani haukacha kama vile ambavyo unakuwa ile miaka saba, miaka nane, miaka tisa, miaka kumi na kuendelea miaka kumi na tatu hapo mpaka miaka kumi na tano mimi nikijaribu kuangalia hii michezo nilikuwa nacheza kwa mfano mimi ni ni, ni, ni, fani sana ninapenda sana mchezo wa volleyball volleyball lakini kwa sababu mimi nimejifunza kucheza volleyball nikiwa kuanzia darasa la sita la 7 mpaka form 4 unacheza volleyball. Maana yake hicho kitu ni kitu ambacho yani leo hii ni michezo mingine na na na naweza na nikafuatilia naweza kafanyaje, lakini nikiona sehemu kuna volleyball. Yaani, eh, volleyball kwa Kiswahili inaitwa mpira wa wavu. Nikiona kuna kuna hiyo volleyball somewhere. Yaani ni kitu ambacho napenda kabisa direct, najua yani na yani, kipo kipo moyoni mwangu kabisa, lakini kwa sababu nilikuwa nakicheza au na ucheza ule mchezo from ile miaka sasa. Maana tunahitaji ku- ku- inject na kujenga mazingira kama hayo. Kwa hiyo hawa watoto wakiwezeshwa, wakijuli, mzazi akijua, kwa hiyo wazazi waeleweshwe, eh, hawa walimu wa shule za za za awali waeleweshwe, wakijua, sasa wanawatambua watoto wao vizuri, wanawaelekeza sehemu sahihi. Mwanamuziki aanze kujifunza mziki akiwa huko, eh, anayejua sijui vitu gani, kilimo, aingie kwenye kilimo, sio nakuja kujifunza hotikacha miaka mitatu chuoni, kama mimi nilivyojifunza miaka mitatu chuoni. Sasa hivyo vitu vinavyofundishwa miaka mitatu chuoni Vina, vina yani mtu akifundishwa akiwa na miaka saba miaka nane akaanza kufundishwa zile basic skills kwa sababu chuoni ni, ni kitu gani cha tofauti ambacho yani ambacho hawezi kuelewa mtoto wa miaka saba, miaka nane miaka tisa mpaka miaka kumi na tano ni kitu gani yani kipo pale chuoni ambacho huyu mtoto wa miaka saba mpaka miaka kumi na tano hawezi kujua hawezi kujifunza akakielewa kwa mfano nikichukulia hii course ambayo mimi mwenyewe nimesoma horticulture. Ni kitu gani cha horticulture ambacho ni cha tofauti ambacho mtoto wa miaka saba, nane, tisa, kumi, kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu, kumi na nne, kumi na tano hawezi kujifunza akajua? Ni kitu gani hamna? Kwa maana tunaweza kuchukua yale yale masomo ya chuoni huyu mtoto sasa kaanza kuelekezwa, tena kwa undani zaidi, maana chuoni tena unakimbizwa miaka mitatu unakimbizwa sijui coursework mara profesa Eh, <coughs> profesa anakushika makusudi, anakushika ili ufeli, eh, maana wengine kwa wengine pia ni kama business fulani, eh, kwamba ili uweze kumpata kiasi kadhaa uweze kufaulisha uweze kufanyaje? Ni ujinga. Badala ya huyu mtoto sasa anafundishwa kwanzia miaka saba basics za kilimo. Kwanza tunaanza labda na mbegu, chagua mbegu bora mbegu bora anapelekwa na uh, kezo mbegu bora iko hivi, mbegu bora iko hivi, uzalishaji wa mbegu hivi, vitu vingine ambavyo hata chuoni hawafanyi practical, lakini tunaweza tukapata ili gap from seven years, kwa sababu hata tushawatambua huko kwamba huyu mtu atakuja kuelekeza kuelekea sehemu fulani mpaka miaka fulani. Mpaka huyu mtoto anafikisha miaka 15 ndio tunakuja kupata mtu ambaye anagundua vitu anafanyaje, kwa sababu alikuwa anajifunza katika very young age, anajifunza vitu vya muhimu sana na vitu ambavyo anaweza kufanyia kazi by the age of 15, tumemalizana mambo yote mfumo wa elimu wote. Huyu mtoto aanze maisha, aanze kupambana, aanze kutengeneza vitu alivyojifunza. Tunapata kutumia rasilimali zetu vizuri pia kwa sababu mtu, mtu anakuja kumaliza chuo na miaka ishirini, ubongo ushakomaa. Aanze mapema, aanze kufanyia vitu mapema taifa kama taifa tutaweza kunufaika sana kwa kutumia, kutumia kizazi chetu vizuri, kutumia watoto vizuri, kwa sababu wanamaliza mfumo wa elimu mapema, wanajifunza vitu mapema, wanafanyia vitu mapema, na tunapata matokeo mazuri kama taifa. Tunapata wabunifu, tunapata watu wanaotengeneza vitu. Lakini tofauti na hapo tutaishia tu kujifunza engineering za, za za za mchongo tu, lakini hamna chochote tunabuni Nitaishia tu kujifunza kilimo cha kwenye makaratasi, lakini mwisho wa siku hamna matokeo ya tofauti ambayo tunayapata. Kwa hiyo niishia hapo kwa leo. Video yangu ilikuwa na madhumuni makubwa mawili, moja kwa ajili ya kuwaelimisha na kuelewesha kwa kwamba tunapozungumzia tusome kwa bidii, kwa sababu tutakuja kupata maisha mazuri, hii maanake nini na nini kinachotakiwa kufanyika. Hiyo jambo jambo la la kwanza, na jambo la pili kwamba sasa mfumo wetu wa elimu ni wa hovyo kwa sababu mfumo wetu wa elimu ni wahovu, tunaita unatakiwa ufumuliwe, ili uweze kufumwa upya. Na elimu elimu mtoto kusoma, sio mtu anasoma mpaka miaka sijui miaka ishirini na ngapi, bado yuko shuleni, wanasoma, anasoma anasoma mambo gani? Yote hayo ambayo bado tunaona kwamba hao watu wanasoma na bado wanakuja mtaani huko, hata vitu vyenyewe hata havijui. Mtu amesoma mpaka chuo kikuu vitu vyenyewe havijui yuko mtaani aelewi maisha anaanzia wapi anaelekea wapi baada yake elimu hata iishie tu miaka kumi na tano kwanzia miaka saba miaka ile mitano ile ya ile ya chekechea ile hiyo ni miaka ya kumfahamu mtoto miaka ya kumfahamu mtoto kwamba huyu mtoto anaelekea wapi miaka mingine anayopata hiyo ni miaka ya mtoto kubobea katika kitu chake ataendea kujifunza vitu vingine basics Hesabu ni basic, ajifunze na uh, of course, zile hesabu of course za basic pia, kulingana na eneo la mtu usika. Pia itatusaidia pia kutengeneza wataalamu. Huyu yuko amebobea katika eneo fulani, na huyu amebobea katika eneo fulani, na huyu kabobea katika eneo fulani. Kwa so, sababu tunavyomfundisha mtu kila kitu, huwezi kuwa master wa kila kitu. Ndio maana kuna wale wasema kwamba Jack of all trades is the master of none Ukikimbilia, ukifanya kila kitu, huwezi ukawa master chochote. Kwa hiyo lazima uchague eneo ambalo wewe mwenyewe ku ungependa kumaster. kwa kwa hiyo lazima pia hata watoto tuwajengee yale mazingira wengine, wa master vingine, wengine wa master vingine. Sasa huku kubwani ndipo tunakuja sasa, wanakuja kusaidiana, huyu alimaster kitu fulani, huyu alimaster kitu fulani huyu amebobea sehemu fulani, huyu amebobea pale, na huyu kabobea pale. Huyu anakuja na ubunifu wake, na huyu anakuja na ubunifu wake, na huyu anakuja na ubunifu wake. Masomo no, yanayofundishwa ni basics hesabu